Eh, ifuatayo sasa ni namna ya uandishi wa barua ya maombi ya kujiunga na nafasi za Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania. Hapa nimekuwekea mfano wa namna ambavyo unaweza ukaandika barua yako kwa uzuri kabisa ili ipokelewe katika Jeshi la wananchi JWTZ. Upande wa kulia kwako utaandika jina lako mwa mimi ambavyo nimeandika genge mkeni mito mingi, sanduku la posta, utaandika sanduku lako Dar es Salaam kama unapatikana Dar es Salaam, kama unapatikana Arusha, utaandika Tanzania Weka namba yako ya simu na weka tarehe ya kuandika barua yako. Lakini upande wa kushoto utaandika anwani ya Jeshi la Wananchi ambayo imeelekezwa ambayo ni Mkuu wa Utumishi Jeshini, Jeshi la Ulinzi la Wananchi tanzania jwtz makao makuu sanduku la posta 194 dodoma hii ndiyo anwani ambayo unapaswa kuitumia katika maombi haya ya jeshi ya kujiunga na jeshi la wananchi tanzania na kichwa cha habari utaandika kama kawaida yahusu maombi ya nafasi ya kujiunga na jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ. Na nikukumbushe, unapaswa kuandika kwa mkono. Afsa ametoa tangazo kwa msisitizo kwamba barua yako iandike kwa mkono. Kwa hiyo ukishaandika sasa, utaanza kuelezea. Ndugu mkuu wa utumishi, ninaandika barua hii kuwasilisha maombi yangu ya kujiunga na Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania JWTZ kama ilivyotangazwa tarehe 30 mwezi wa 4 2025. Mimi ni Mtanzania mwenye sifa, mwenye umri wa miaka 24, utaandika umri wako hapo, na mwenye afya njema, akili timamu, na mwenye nia ya dhati ya kulitumikia taifa langu kwa moyo wa uzalendo, utii na uaminifu. Hicho ni kipengele muhimu sana kwa mwandishi ambacho kinaweza kikamshawishi mwajiri kukuajili. Kipengele kinachofuata ni elimu. Sasa utaelezea, na hii barua ni kwa wale ambao ni wa elimu ya kidato cha nne au cha sita. Nimehitimu elimu ya kidato cha sita katika shule ya sekondari, utajaza mwaka uliohitimu, utajaza na weka maelezo: nina cheti halali cha kuhitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, kwa sababu kimeombwa katika kambi. Utajaza aina ya kambi ulio, jina la kambi ambayo ulihitimia mafunzo kwa kipindi cha, utaweka muda ambao ulihitimu, kama sehemu ya maandalizi ya kulitumikia jeshi la taifa ninaambatanisha barua hii na nakala za vyeti vyangu muhimu kama ifuatavyo: nakala ya cheti cha kuzaliwa, nakala ya kitambulisho cha taifa au namba ya NIDA, nakala za vyeti vya elimu, nakala ya cheti cha kumaliza JKT, picha ndogo au passport size mbili, namba ya simu ya mawasiliano, utaiandika hapo alafu utahitimisha: niko tayari kwa hatua zaidi za usaili au mafunzo yoyote nitakayopendekeza. Niko tayari kwa hatua zaidi za usaili au mafunzo yoyote mtakayopendekeza. Ninatumaini maombi yangu yatapokelewa na kufanyiwa kazi ipasavyo. Naahidi kuwa askari mwaminifu na mwenye kuzi, kujituma endapo nitapewa fursa hii wako katika uzalendo, utaandika utaweka saini yako, alafu utaweka jina lako. Kumbuka, hakikisha unaandika barua yako kwa mkono na inatumwa katika anwani ya mkuu wa utumishi jeshini, makao makuu Dodoma, sanduku la posta ni mia moja tisini na nne. Kwa hiyo usihisahau. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Sanduku la posta utaandika SLP moja tisa alafu utamalizia nne. Hivyo ndivyo unavyopaswa kuandika sanduku la posta. Asante sana kwa kuwa pamoja nami katika tangazo hili. Ni kuonyesha wapi unapaswa kuandika ni JW, lakini ndiko la posta ni hili hapa, utaandika kwa mkuu wa utumishi jeshi la ulinzi la wananchi Tanzania. Asante sana, ni kukumbusha kusubscribe katika chaneli yetu ya Jack Media.